Kwa miaka mingi watu wengi wamekuwa wakiteswa na maradhi sugu na matatizo ya kishirikina, lakini sasa kuna suluhisho. Karibu kwa Dr. Ngoso, mtaalamu mashuhuri wa tiba za asili, kiboko ya magonjwa sugu, uchawi na matatizo ya kishirikina. Unasumbuliwa na kifafa, nguvu za kiume kushuka, presha, kiharusi, matatizo ya macho, tumbo au mifupa kuvunjika? Usiangaike tena, Dr. Ngoso ana tiba ya uhakika, salama na ya asili, zilizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini si hayo tu Tangoso, pia hutatua uchawi na chuma ulete kukosa kazi au mvuto wa kibiashara, kumrudisha mpenzi au mume au mke aliyekuacha, kushinda kesi mahakamani, kufungua vifungo vyote vya kishirikina mwilini, tiba ya kuacha pombe, kusafisha nyota yako na kukulinda dhidi ya vijicho na uchawi. Huna haja ya kufika ofisini kwake, huduma zake zinakufikia popote pale ulipo kutoka Kenya hadi Uganda, Tanzania hadi duniani kote. Wasiliana naye kwa WhatsApp au tembelea tovuti yake www.drngoso.com. Usisahau pia kumfuatilia kwenye mitandao yake ya kijamii kama vile YouTube, Facebook na Instagram kwa jina la Dr. Ngoso. Dr. Ngoso, bingwa wa magonjwa sugu, shida na matatizo mbalimbali. Ilianza kama siku nyingine ya kawaida, Aprili 4 mwaka 2017, katika mji mdogo wa Khan Sheikhun, ni jimbo la Idlib kaskazini mwa Siria. Lakini ndani ya saa chache anga liligeuka kuwa la vifo. Wakazi walikuwa wakikimbia bila kuelewa kinachoendelea, wengine wakipoteza fahamu huku pumzi zao zikizidi kuwa nzito na zenye maumivu makali. Wengine walikuwa wakitapika damu huku midomo yao ikigeuka kuwa ya bluu. Zaidi ya watu 80 waliuawa, wengi wao wakiwa watoto, wanawake na wazee. Mamia wengine walijeruhiwa vibaya kwa kile kilichotambulika baadaye kuwa ni silaha ya kikemikali aina ya sarin, sumu kali inayohuwa haraka kwa kuathiri mfumo wa upumuaji. Taswira hizo zilizosambaa duniani kote zilizua masikitiko makubwa, ghadhabu na mshangao pia mataifa ya magharibi yakayilaumu vikali serikali ya Rais Bashar al-Assad wa Syria wakisema bila kupepesa macho, hili ni jinai lakivita. Siria ilikana ikasema haikuhusika, ilielekeza lawamahizo kwa waasi. Lakini tayari macho ya duniya, nani alaumiwe na hapo ndipo ikulu ya Marekani chini ya Rais Donald Trump ikachukua hatua isiyotarajiwa ya kivita. Mnamo usiku wa Aprili 6 mwaka 2017, saa chache tu baada ya dunia kulani, Marekani ilirusha makombora 59 ya Tomahawk kutoka meli mbili zake za kivita kwenye bahari ya Mediterania, yani USS Porter na USS Ross. Lengo lao lilikuwa moja: uwanja wa ndege wa kijeshi wa Sheirat ulidaiwa kuwa ndio chanzo cha mashambulizi ya kemikali dhidi ya raia wa Kani Sheikun. Makombora hayo yalilenga kwa ustadi maeneo muhimu kama vile njia za kurukia ndege, maghala ya silaha, magala ya mafuta ya ndege na vituo vya mawasiliano ya operation. Wakati akilitangaza shambulio hilo, Trump alisema kwa msisitizo, leo usiku nimeamuru mashambulizi ya kijeshi dhidi ya uwanja wa ndege wa Syria kuzuia usambazaji wa silaha za kemikali na kulinda maslahi ya Marekani. Hii, hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Marekani kulenga moja kwa moja vikosi vya serikali ya Syria tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe kuanza mwaka 2011. Hatua ya ghafra ya Marekani iliwagusa wengi, ikiwemo Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Israel, walipongeza shambulizi hilo wakisema lilikuwa onyo halali kwa watumiaji wa silaha haramu. Urusi, mshirika mkubwa wa Siria, ililipuka kwa hasira. Mara moja, ilisitisha ushirikiano wa kijeshi angani na kuituhumu Marekani kwa kuvuka mipaka ya kimataifa. Irani nayo iliapa kuwa Siria haiko peke yake na kwamba Marekani itakutana na madhara ya kitendo chake. Hata ndani ya Marekani yenyewe, mjadala ulikuwa mkali. Wengine waliona Trump wameonyesha msimamo, wengine walimtuhumu kwa kufanya uamuzi wa kivita bila idhini ya Kongres, jambo lilozua maswali kuhusu mamlaka yake. Licha ya sauti za makombora kusikika ngani kiwanja cha ndege cha Shayrat kilianza kutumika tena baada ya siku chache tu na ndege za kivita za Syria zilirejea ngani zikionyesha kuwa athari ya mashambulizi yale hayakuwa na uzito wowote wa kijeshi, bali lilikuwa la kisiasa zaidi. Wachambuzi wengi walitafsiri kwamba Trump walitaka kufuta taswira ya udhaifu iliyotawala Marekani miaka ya nyuma. Alitaka kuweka wazi kuwa silaha za kemikali hazikubaliki tena, lakini pia aliwasilisha ujumbe mkali kwa Iran na Korea Kaskazini kwamba Marekani inaweza kuchukua hatua ya ghafla bila onyo, lakini bila serapana dhidi ya Syria, bila ushirikiano wa muda mrefu na bila mkakati wa kuiangusha serikali ya Assad, hakukuwa na mabadiliko ya msingi. Tukio hili la mwaka 2017 lilionyesha jinsi siasa za Mashariki ya Kati zilivyojaa mitego mahali ambapo dikteta anayetumiwa kwa kutumia silaha za kemikali anaungwa mkono kwa nguvu na mataifa yenye nguvu kama Russia. Na Marekani inapotaka kuonyesha msimamo, hujikuta ikiingia kwenye mgongano wa kijiografia usioisha. Mwisho, mashambulizi ya makombora kwenye Shayrat Airbase yalibeba ujumbe mzito, lakini pia yalifichua udhaifu hatu wa hatua za ghafla bila mkakati wa muda mrefu. Hiyo ilikuwa ni sauti ya onyo na sio tangazo la kivita. Leo hii tukio hilo linabaki kuwa mfano wa jinsi siasa za kimataifa zinaweza kuamuliwa ndani ya saa chache tu kwa kutegemea picha zilizosambaa mitandaoni, hofu ya umma na uamuzi wa dakika za mwisho kutoka White House. Mimi naitwa Ananias Edgar.